Mwamba mtakatifu, mchungaji wa wachungaji, dunia imetingizika saa kama hizi, Bwana wa majeshi, hakuna mwingine mchungaji mwemba isiyokuwa. Kutazama, tuna macho ya kutazama fasi ya mbali, lakini wewe una macho ya kutazama fasi na fasi, hata na yenye kufichikana, wewe unayatazama, na ndio maana Bwana wa majeshi Jama ya mzee Bishope, tunaiweka mikononi mwako, tunaiweka kwenye mwamba usiyotingizika. Tenda makuna, shusha wa malaika wa kuwazingira mahali wanapo kaa. Bwana wa majeshi, wewe ukwe pamoja nao. Tunaomba malaika mwenye kuwa na mupanga mkali, Gaburieli ashuke, au awalinde, awachunge katika maisha yao. Bwana, wakati utakaporudi kuchukua kanisa lako, ukutane wote wako tayari. Sisi ni wakuomba lakini wakutenda makuna miujizani wewe kwa jina la Yesu Kristo. Yohana sura ine mstari wa tano hadi sita na mchungaji pale atasoma Wafalme wa kwanza kumi na kenda mstari wa tatu hadi ine. Mimi nitaanza Yohane ine tano hadi sita kama tuko pamoja tuseme basi amena. Neno Amen la Bwana linasema hivi: akafika karibu na muji mmoja wa Samaria unaoitwa Sikari uliokuwa karibu na shamba lile Yakobo alimupa mwana wake Yosefu pale kulikuwa kisima kilichokuwa cha Yakobo. Yesu akakaa kwa ukingo wa kisima, kwa sababu alikuwa amechoka na safari, ilikuwa karibu na saa sita za mchana. Amen, tugaji yatusomee Wafalme wa kwanza Akakwenda kwa ajili ya uzima wake, akafika Beriseba ulio wa Yuda, akaacha wa mtumishi wake kule. Ine inasema, lakini yeye mwenyewe alikwenda safari ya siku moja katika shangwa, akakuja akaketi chini ya muret, muretemu akaomba apate kufariki, akasema akasema Inatosha Di. Sasa e Bwana, utoe roho yangu kwa kuwa mimi si mwenye simwema kuliko baba zangu. Amen. Amen. Tuketi. Katika juma ambalo tumeshiriki kwa mapambazuko tulikuwa inalosema kwamba usichoke katika njia, usipoteze neema yako. Mwambie jirani yako tu, mwambie kwamba usichoke katika njia, usipoteze neema yako. Onyesha mchoko ya kwamba mchoko ni hatari mchoko, tukasema kwamba ni sumu kubwa ambayo inatatiza maisha ya mwanadamu. Sumu hii tumaini mutu mwenye anachoka hakuwake tena na matumaini katika maisha yake. Na wakati nilipokuwa nikisoma, nikaona kwamba huu mchoko nikifananisha na magonjwa ambao wataalamu wanaita polio, kwa Kiswahili wanasema magonjwa vunja vunja. Mtoto ambaye alipata na haya magonjwa, maisha yake inakuwaka tu maisha ya hivi hivi. Na mutu ambaye amechoka, anajionaka kwanza tena kama hafai. Mutu mwenye amechoka, anakata matumaini. Mutu mwenye amechoka, anasikiaka tu katika maisha yake umwe angelikufa. Na kama tungeweza kuzungumuza juu ya mchoko, fahamu ya kwamba kuna mchoko katika maisha ya Kristo na kuna mchoko ambao tunajua sisi wote. Wakati umetembea muda mrefu, mwili nao unaweza kuchoka, lakini somo letu ni kusema usichoke katika njia, usije ukapoteze neema yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimegundua kwamba mutu ambaye amechoka ni mutu ambaye anakuwa na kasirani. Ni mutu wa hasira. Mwenye amechoka kiakili hakuwake na moyo wa uvumilivu. Na kuna wakati anaanza ona watu wote kama vile ni maadui. Wakati nilisoma Yohane, Injili ya Yohane sura tano kwa ile mstari wa kwanza hadi mnane Yesu anakutana mwanamke, e, mutu mmoja ambaye amefaa miaka na miaka katika hali ya magonjwa. Amechoka na yuko karibu na kisima, anabakia pale. Biblia inasema watu walikuwa wakipita yeye anakuaka tu pale na anakosa mwenye anaweza kumsaidia kumwingiza ndani ya birika. Sasa ile siku Yesu anamjua, ameona siku nyingi amechoka, ame ifo sasa msaidii ana, anamkujia na kumuliza, sasa ndugu ya eske unataka uwe mzima? Haleluya! Jibu la huyu mtu lilikuwa la kasirani jibu la huyu mgonjwa lilikuwa jibu la uchungu. Jibu lake la lilikuwa jibu ambalo lingeweza kuumiza wewe, kama vile mutu kamwambia: sasa wewe, sijue unafikiri nini? mie nilikuwa hapa siku na miaka na miaka nafikaka, bana nitangulia, bana ingia, na watu wanafikaka wananitangulia wanaingia ndani na japo niko karibu, nani wangu anisikilie huruma. Anasema hivyo ni muchokwe na mutesa. Kuko na Wakristo wengi ambao wamechoka katika maisha ya Ukristo, Wakristo wa mihali, Wakristo wanapenda wabembelezewe kila siku, na hata kama umwambie mubaya vyote, wenyewe unasema ni vya mubaya tu kwake. Ule mutu amekwisha kuchoka katika maisha, lakini neno linataka kuelekeza tena na kusema Ngawapo mateso, ngawapo matatizo, ngawapo vita yale ambayo unayopitia usichoke, maana mbele yako kuna kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo tumefika, tumesoma, tunaona Yesu anakutana mwanamke Biblia inasema ilikuwa karibu saa sita. Yesu ametembea anafika karibu na mji mmoja wa Samaria. Na hapo kulikuwa kisima cha Yakobo. Yesu sababu ametembea naye kama vile iko mwanadamu amevaa mwili alipenda anywe maji. Lakini, nilikuwa najiuliza, eske Yesu alikuwa anakosa maji? Eske Yesu alikuwa anakosa pesa ya kununua maji? Ilikuwa ni neema ya huyu mwanamke akutane naye ile siku. Haleluya! Yesu akamujia akamwambia, akamu, mama nisaidie na maji tu ninywe. Ona mwanamke sasa gisa alimpiga jeto, sasa wewe unanilomba maji huko kwanza na eske, mbona s mbona hamujiju wake siye na nyie aye tu. Sababu ya mchoko, unaweza hata kuomba na mutu mwenye haungeliweza kuomba. Mchoko inaleta kama zarau, na mwenye mwenyee hangeli kuzarau, anakuona kama haufai tena sababu umechoka. Lakini yule anayetia watu nguvu na moyo yuko pale kwa kuweza kutana kukusimamisha na kukuhimiza katika safari. Mwanamke akamjibia Yesu. Ayetu, hivi vitu munavizoea, juu kwa kweli province yetu tunaishi, tuko makabila mbalimbali mbali. na Biblia inasema hawa Wayuda na Wasamaria hawakukuwa naelewana. Sasa kitu cha kushangaza, Yesu na anajua kama Wayuda na Wasamaria hawaelewanake tena kule, njoo kwenye anaenda kuomba nini? Maji, mchoko. Lakini yale ambayo yalitokea nyuma, ilikuwa ni msaada kwa huyu mama. Na kwa familia yake lote, sababu alikutana na mwanaume mwenye nguvu, alikutanana na Yesu ambaye anayewezesha watu, na wakati alimsikiliza, akasema o oh, kumbe tayari nimepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, mchoko ni hatari tumeona watu wengi wamepoteza samani yao sababu ya mchoko. Wale ambao tulikuwa pamoja siku ya kwanza tulisoma neno katika Mwanzo, tukazungumuza juu ya Esau na Yakobo, watoto wa baba mmoja mama mumoja. Esau yeye alipenda kazi ya shamba alikuwa muwindaji. Hesau ameenda kupori, kwenda kuwinda. Biblia inasema vizuri ya kwamba baba yake alimupenda sana, na Yakobo alikuwa mtoto mwenye anaishi lix sawa garso wetu wa leo. Watoto ya leo wanapenda maisha ya raha, wanapenda maisha nyumbani. Yakobo sasa, kwenye Hesau alienda amechoka tena kitu kingine, na amekosa. Anarudia, anakutana ndugu yake sa. Yakobo amekwisha kutengeneza chakula, wakati anasikia harufu akasema, hapana, ndugu yangu, nisaidie, nipe chakula kidogo, ni sababu nataka kufa na njaa. Yakobo, sababu yeye alikuwa mujanja, akasema chakula hiko njoo probleme, lakini nakuomba kitu kimoja unipatie haki ya ukubwa wako. Mtu mwenye amechoka hawa zake tena, Yakobo Esau kasema, bandugu hii njoo probleme tu, haki tu ya ukubwa nikasema tu nikupatia mkubwa, eske bado utakuwa mkubwa. Mchungaji wangu ananijenga sana, anasemaka kitu kimoja na kusema kwamba msikue nacheza na neno.